Watoto wa miaka saba hadi tisa kwenye darasa letu tulijifunza mambo mengi, lakini leo tutakwenda pamo, pamoja na kara, karama za Roho. Karibuni mtusikilize. Amina. Karama za roho ni nini? Karama za roho ni uwezo wa huduma ambao Mungu umpatia mtu kwa njia ya Roho Mtakatifu. Amina. Je, karama za Roho utoka wapi? Karama za Roho toka kwa Roho Mtakatifu mwenyewe amina. Amina, fungu letu kiongozi Wakorintho wa kwanza sura ya kumi na mbili mstari wa kwanza wa saba na wanane: basi ndugu zangu, kwa huduma ya karama, kwa habari ya, ya karama za Roho sitaki mkose kufahamu, lakini kila mmoja hupewa ufunuo wa Roho kwa kufaidiana Ma, maana mtu mmoja kwa Roho apewa neno la la hekima, na mwingine neno la maarifa, apendavyo Roho yeye yule amina, amina. Mfano wa karama mfano wa karama hizo ni karama ya, ya unabii karama ya kutafsiri lugha na karama ya maombi amina, na nyingine na nyinginezo ni karama ya kufundisha, karama ya kuponya, karama ya kuimba amina, amina. Pamoja na karama ya uponyaji, karama ya ukarimu, karama ya uongozi amina. Amina, bila kusahau karama ya maarifa, karama ya injilisti, karama ya walimu amina. Amina, mtu anaweza kuomba Roho ampe karama fulani ili aitumie kwa kazi ya Mungu amina. Karama inunulikwa kwa pesa kwa watumizi binafsi, kama Simeoni alivyotaka kununua karama kutoka kwa mtumishi wa Mungu Petro amina, amina. Karama zote tulizopatiwa na Roho Mtakatifu tuzitumie kwa utukufu wa Mungu amina, amina. Sisi sote tu sehemu ya mwili wa Kristo, ikiwa tutatumia karama na talanta zetu kwa kazi ya yake amina, amina. Itumie karama yako. Ewe baba. Itumie karama yako. Ewe dada. Itumie karama yako. Ewe kaka. Itumie karama yako, kwa maana usipoitumia karama yako itakufa na kupotea. Amina. Amina. Amina. Asanteni kwa kutusikiliza na Mungu awabariki. Amina. Amina, amina. Hapa duniani tumejifunza vitu vingi ambavyo ni feki na halisi. Karibuni tujifunze pamoja kuhusu feki na halisi. Mungu ametoa maelekezo juu ya vitu halisi na akatuonya juu ya vitu feki. Mungu wetu ndiye aliyetuumba, hivyo basi ametupa uhuru wa kuchagua kati ya vitu feki na halisi. Milima, miti na bahari, hivyo ni vitu feki, havipasi kuabudiwa. Mimi nimechagua kumwabudu Mungu wa mbinguni aliye halisi katika maisha yangu. Hizo ibada feki zilisababisha anguko kuu, kama ilivyotokea katika mji wa Babeli. Sikilizeni kwa makini, Mungu anataka tumwabudu yeye, kwani ndiye aliyeviumba mbingu na nchi na bahari na vyote vilivyomo. Biblia imesisitiza ikisema, mcheni Mungu na kumtukuza maana saa ya hukumu yake imekuja, msujudieni yale zifanye mbingu na nchi na chemchemi za maji. Amina.